Wana wetu Yesu Kristo asifiwe. Karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo, kipindi cha manufaa cha baraka, kipindi kilichojaa uponyaji, kilichojaa uelewa, kilichojaa ufunuo, kilichojaa mchanganyiko wa furaha na amani. Karibu sana kwenye kipindi hiki muhimu cha kujifunza neno la Mungu. Tunamtazama Yesu jinsi aonavyo dhambi tuko sasa Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya sita. Tasoma mistari kadhaa hapa, tuanze mstari wa 35. Tasoma kwa kurukaruka hapa, mstari wa 35, Yesu anasema, Yesu akawaambia mimi ndimi chakula cha uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Mstari wa 41. basi Wayahudi wakanungunika kwa sababu alisema mimi ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Wakasema, huyu siye Yesu mwana wa Yusufu ambaye twamjua babaye na mamaye? Basi Yesu akajibu akawambia, msinung'unike ninyi kwa ninyi. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na baba yangu aliyenipeleka nami nitamfufua siku ya mwisho. Imeandikwa katika manabii, na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa baba huyo huja kwangu. Si kwamba mtu amemuona baba, ila yeye atokaye kwa baba, kwa Mungu, huyo ndiye aliyemwona baba. Amin, nawaambia ye yeah, aaminiye yuna uzima wa milele. Turuke kwenda mstari wa hamsini na mbili. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao, wakisema awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, msipoula mwili wake mwana wa adamu na kuinywa damu yake hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami na hukaa ndani yake. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, tunaangalia namna Yesu anavyoiona dhambi. Tumekutana na andiko hapa. Yesu alikuwa akifundisha kati kule Kapernaumu katika sinagogi moja wakawa wakimuuliza maswali naye anajibu, anaulizwa, anajibu. Na swali kuu hapa lilikuwa Yesu aliposema, mimi ni chakula cha uzima, mimi ni chakula cha uzima. Na akasema, mimi ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki hataona njaa wala hataona kiu kamwe. Sasa wakawa wanajiuliza, huyu mtu anawezaje wa kutupa mwili wake sisi tuule? Haiwezekani. Lakini Yesu akasema mwili wangu aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Sasa ye, a, sasa wao wakasema hapana. Hii si sawa. Anawezaje kutupa sisi mwili wake tuule? Kukawa na mgawanyiko kati yao. Utasoma baadaye mistari yote. Lakini kwa kifupi ni kwamba Yesu anajitangaza, anasema, mimi ni chakula cha uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Kila mtu atakaye kula na kunywa damu yangu huyo anao uzima wa milele. tafsiri yake iko hivi kwamba Yesu alijitangaza yeye ni chakula cha uzima, maana yake kwa mwili wake na damu yake alipouwawa pale msalabani. Kumbuka zamani ukombozi ulitokana na wawa kwa mnyama, kwa hiyo nyama yake na damu yake vilitumika katika ukombozi, na Yesu alikuja kuwa mkombozi wa ulimwengu. Kwa hiyo mwili wake na damu yake vilihusika katika ukombozi wa mwanadamu. Ndipo Yesu anasema atakaye amini, atakaye amini kazi hii ya kuutoa mwili wangu na damu yangu atakuwa na uzima wa milele asiamini basi atapotea milele, lakini atakayeamini huyo nitamfufua siku ya mwisho. Ndipo anamalizia anasema, aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Pendwa mtazamaji wangu, dhambi iko hapa. Kila mtu ambaye haiamini damu ya Yesu Kristo na mwili wake aliyoutoa kwa ajili yetu, dhambi iko ndani yake, imemkalia dhambi iko ndani yake, imemkalia Desturi ya Wakristo na kanisa kwa ujumla wetu, kila baada ya muda fulani, huwa tuna shiriki mwili na damu yake. Tunashiriki mkate na divai, alama ya nje yenye kuwakilisha alama ya ndani ya kwamba tuna ushiriki mwili na damu yake Kristo katika ibada. Hivyo basi, mtu yeyote ambaye hashiriki ibada ile, hana ushirika na Kristo. Mtu yeyote ambaye hashiriki ibada ile ya kula na kunywa mezani pa Bwana hana ushirika na Yesu, kwa sababu Yesu alisema kikombe hiki ni damu yangu na mkate huu ni mwili wangu kama kumbukumbu kumbu, kuleni mkikumbuka. Kwa hiyo wote wanaoshiriki mwili na damu ya Kristo wao wanashiriki wana, wana mahusiano wana mshikamano na Yesu Kristo, maana anasema mstari wa mstari wa 55, anasema kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Ulaye mwili wangu na kunywa damu yangu hukanda ndani yangu, nami hukanda ndani yake. Maana yake kishiriki chakula kinachoandaliwa katika kanisa, yani ile desturi yetu ya kula na kunywa kila baada ya muda fulani. Kuna makanisa hushiriki hu kila Jumapili. Kuna makanisa hushiriki kila baada ya Jumapili moja na kila kuna makanisa ambayo hushiriki kila baada ya mwezi, na kila baadhi ya makanisa pia hushiriki kila kwa mwezi kwa mwaka mara moja, au inategemea kila watu na desturi yao, lakini kitu ni kile kile kwamba tunashiriki mwili na damu ya Kristo. Kwa hiyo maana yake kama wewe hushiriki huna shirika na Kristo, Yesu hayuko ndani yako, wala yeye wewe humo ndani yake. Kwa hiyo hiyo ni dhambi kwako. Dhambi ni kuto kushiriki. Ziko desturi na za makanisa ambazo baadhi ya washirika ambao wakikosea katika mambo fulani hutengwa na hawashiriki tena meza ya Bwana kama adhabu kwao. Hiyo ni namna na desturi za makanisa, lakini kitu muhimu hapa ni kuhakikisha unashiriki ibada ile ya meza ya Bwana. Wengine huita meza ya Bwana, wengine huita ekaristi, vyovyote itakavyoitwa lakini ni kitu kile kile. Kwa hiyo kwa Mkristo unatakiwa kushiriki meza ile, usikose. Kama una sababu zozote, hakikisha unaziondoa haraka. Lakini kwa yule ambaye hajamwamini Yesu Kristo wala hana shirika na, na, na, na kikombe hiki na damu hii, basi huyu anaishi katika dhambi na ya kwamba Yesu anasema hatamfufua siku ya mwisho wenye shirika naye ndio watakaofufuliwa. Je, utafufuliwa pamoja na Kristo ama la? Wakati bado ungalimo, nafasi bado unayo, naweza kufufuliwa pamoja na Kristo. Karibu sana kwa Yesu Kristo akufanye kuwa wake, maana msalu wa thelathini na saba anasema wote anipao Baba watakuja kwangu, wala ye, yeyote ajae kwangu sitamtupa nje kamwe. Ukishafanywa kuwa wa Yesu Kristo, Yesu anasema hata kutupa nje kamwe. Maana yake hata kuachia, itakuwa na yeye mpaka dahari, mpaka ukamilifu wa dahari. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie, tutane kwenye kipindi kijacho. Endelea kuniunga mkono na kusubscribe kwenye akaunti yangu. Mungu wa mbinguni atakulinda na kukubariki. Endelea kuwa pamoja nami. Mungu wa mbinguni akubarikie uingiapo na utokapo, tangu sasa na hata milele.